Kesho tarehe kumi na tisa tunawaalika vijana wote wa mkoa wa Morogoro na vijana wote nchi nzima kuja kushiriki katika kongamano la miaka minne ya dhahabu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tutaanzia hapa katika, eh, katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro. Tutaanza na matembezi makubwa ya kihistoria ambayo haijawahi kufanyika ndani ya mkoa wa Morogoro kama Umoja wa Vijana wa CCM lakini baada ya hapa tutaelekea katika ukumbi wa Tanzanite Hall kwao. Tunawakaribisha vijana wote kuja kuadhimisha miaka hii minne ya dhahabu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa ambayo ametutendea vijana. Tumewalika mawaziri wa sekta mbalimbali ambao sasa kila sekta wataelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vijana, nini Mheshimiwa rais amefanya katika miaka hii minne kwa vijana lakini na kwa Watanzania kwa ujumla. Lakini mbali na utekelezaji huo, pia tutaeleza vijana mipango ya serikali kwa namna gani serikali ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuwagusa vijana ambao ni vijana wa taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo tumewalika hawa mawaziri, lakini kwa mahususi kwa katika mipango tumemwalika ndugu yetu Kitila Mkumbo ili aje atuambie mipango ya serikali, eh, ya muda mfupi na ya muda mrefu ambayo imepangwa na Chama cha Mapinduzi kuendelea kuwatendea vijana. Kwa wale vijana ambao bado hawajaajiriwa ambao wanajiita walimu, mimi usia wangu ni kuwakaribisha waje pale pale, kwa sababu tutakuwa na watu wa mbalimbali mbalimbali kada mbali mbali, kupitia elimu atakayopata basi pale watapokuja ndivyo sivyo watavyotoka. Kwa hiyo kuna jambo la ziada ataliongeza, watazidi kuongeza ubunifu zaidi. Aa, kwa kundi la wanawake haswa, sisi mimi kama katibu wa vijana wa mkoa makundi ya wanawake kwa kwa hiyo wito wangu ni kuzidi kuja ukumbini ili tupate uelewa pamoja, zidi kuwatia moyo vijana wa kike wasivunjike moyo, wasiogope na kupitia chama cha mapinduzi. Hata halmashauri kuu ya juzi iliyopita tuliona daktari Samia Suluhu Hassan aliliangalia kwa jicho la tatu kundi la wanawake na akawapa kipaumbele zaidi, wawe na maamuzi yao binafsi, hivyo wasiogope, wasivunjike moyo, waje wagombee na wewe na haki ya kuchagua viongozi unaowataka waliokuwa sahihi kwa masuala ya mapana ya nchi yetu. Kuelekea uchaguzi, tunaendelea kutoa wito kwa vijana, kwanza kuwa watulivu, wasi wasitumiwe na watu wenye nia ovu dhidi ya nchi yetu ya Tanzania. Unajua watu wabagazaji wa Tanzania ni wengi, sasa wasitumike vibaya kuibagaza nchi yetu ya Tanzania nchi hii iliyojengwa na baba wa taifa katika misingi hiyo hiyo inayoendelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepiga hatua. Kwa mfano labda, vijana hili sasa tujue changamoto zipo. Kwa mfano, wakati tunapata uhuru tulikuwa tuna wahandisi wangapi? Wawili tu. Kwa leo tuna wahandisi wangapi Tanzania? Tuna wahandisi wengi sana. Nini maana yake? Maendeleo ni mchakato. Kwa hiyo, vijana, tusitumike vibaya kuelekea uchaguzi. Eh, serikali ya chama cha mapinduzi ni serikali sikivu imeendelea kuwagusa vijana na ni muhimu tu. Wito wetu ni kwamba sisi vijana, kuelekea uchaguzi, tuwe watu wa kwanza, tuwe mstari wa mbele kuilinda amani ya Tanzania. Sisi kama vijana, kuelekea uchaguzi, tusipoilinda amani hii, mama zetu hawataweza kuilinda, kwa sababu kama ikitokea changamoto yoyote, akina mama na wazee na wengineo ndio ambao watapata tabu. Sisi vijana tunaambiwa za kukimbia. Sasa kwa nini tu, tukimbilie kukimbia wakati tunaweza kulinda amani yetu ya nchi yetu. Kwa hiyo waendelee vijana kuwa na wavumilivu, lakini wasipotoshwe na watu wenye nia ovu ya kuibagaza Tanzania. Hakuna Tanzania nyingine isipokuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan.